Je, umewahi kujihisi hivi? Unataka kufanikiwa, unaota mafanikio, unaona maisha bora mbele yako, lakini wakati wa kuchukua hatua unakuja, unasema nitafanya kesho. Kama umewahi kuwa na ndoto kubwa lakini ukashindwa kuchukua hatua, basi hadithi hii ni yako, inaweza kubadilisha namna unavyoiona maisha yako milele. Hapo zamani, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya kijani na miti mirefu aliishi kijana mmoja aitwaye Said. Said alikuwa na miaka ishirini na tano. Alikuwa mwenye afya njema, mwenye nguvu na mwenye ndoto nyingi. Mara nyingi aliwaambia rafiki zake, siku moja nitakuwa mkulima tajiri zaidi katika kijiji hiki, shamba langu litangaa kwa mazao ya dhahabu, watu watakuja kuniomba ushauri na nitaheshimiwa kila mahali. Watu wa kijiji walimpenda Said kwa ndoto zake, lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa. Said alikuwa mvivu. Wakati jua lilipochomoza na wakulima wengine wakielekea mashambani, Saidi alibaki kitandani. Wanaume walipokuwa wakifanya kazi chini ya jua kali, yeye alikaa kivulini akizungumza kuhusu ndoto zake. Wanawake walipobeba maji kutoka kisimani, Saidi alisema, nitafanya baadaye. Alikuwa na mipango mikubwa lakini hakuna matendo. Alipenda kufikiria mafanikio lakini hakupenda kufanya kazi ngumu inayohitaji. Siku moja jioni, mjomba wake, mkulima mzee mwenye hekima alifika kumtembelea. Akaangalia shamba lake lenye rutuba lakini tupu kabisa, akamwambia, Saidi mwanangu, kwa nini shamba lako halina kitu? Kila siku unasema utakuwa na mazao ya dhahabu lakini ninachoona muudongo mkavu. Saidi akacheka na kusema, mjomba, usijali, kesho nitaanza. Shamba langu litakuwa bora kuliko yote, subili uone. Mzee alitikisa kichwa. Alikuwa amesikia neno kesho mara nyingi sana kutoka kwake Akaamua kumpa funzo. Akatoa mfukoni mifuko miwili midogo, ndani yake kulikuwa na mbegu mbili tofauti. Akamwambia, hizi si mbegu za kawaida. Mbegu ya kwanza ni mbegu ya bidii na ndoto, ukiipanda na kuimwambilia kila siku itakuwa kuwa mti utakaokupa matunda, kivuli na utajiri. Ya pili ni mbegu ya uvivu, ukiipanda itamea haraka, lakini itazalisha magugu ambayo yatatawala shamba zima na kuharibu kila kitu. Sasa Saidi, hizi mbegu mbili ziko mikononi mwako. Hatima ya shamba lako na maisha yako inategemea ni ipi utaitunza. Saidi akaangalia zile mbegu mbili, moja ya bidii moja ya uvivu. Akasema moyoni, bila shaka nitapanda mbegu ya bidii. Mimi nataka mafanikio. Lakini asubuhi ilipofika, akajisikia mchovu. Akasema tena, nitapanda kesho. Siku zikapita. Hatimaye kwa kuchoka tu aliamua kupanda zote mbili. Akasema tuone tu kitakachotokea, naweza kuzipa maji baadaye. Wiki zikapita Saidi akasahau kabisa kuhusu mbegu hizo, akaendelea na maisha ya kulala, kupiga soga na kuota mafanikio yasiyo na kazi. Siku moja akaamua kwenda shambani, akapigwa na butwaa. Mbegu ya uvivu ilikuwa imemea kwa kasi, magugu mazito yalikuwa yamesambaa kila mahali yakimeza ardhi yote, na ile mbegu ya bidii ilikuwa dhaifu, ndogo na karibu kufa kwa sababu haikumwagiwa maji wala kutunzwa. Ndoto ya Saidi ikageuka kuwa jinamizi. Mjomba wake akarudi na kuona hali ile, akamwambia kwa sauti ya huzuni, Saidi mwanangu, angalia shamba lako. Hii ndiyo picha ya maisha yako. Bidii ni kama mbegu ndogo, inahitaji juhudi, nidhamu na kazi ya kila siku ili ikue bila hayo inakufa, lakini uvivu huo unakuwa wenyewe, unasambaa haraka na kuharibu kila kitu njiani. Mwanangu, ulitaka kuwa mkubwa, lakini uvivu wako umekwisha kuiba kesho yako. Saidi akaanguka chini akashika ile mbegu dhaifu iliyo karibu kufa, macho yake yakijaa machozi. Kwa mara ya kwanza alielewa kweli, ndoto peke yake hazitoshi, ni matendo pekee yanayoweka hai. Usiku ule hakuweza kulala. Alifikiria muda uliopoteza, ahadi zake za uongo na nafasi alizozipoteza. Akanong'ona, nisipojibadilisha sasa, uvivu utanimiliki milele. Asubuhi iliyofuata, baada ya jua kuchomoza, Saidi akaamka akaanza kung'oa magugu kwa mikono yake mwenyewe. Ilikuwa kazi ngumu, mgongo ukauma, mikono ikatoka damu, lakini hakukata tamaa. Akamwagilia mbegu ya bidii kila siku aliitunza. Polepole ikamea ikawa mmea, kisha ikawa mti mkubwa uliotoa matunda, kivuli na utajiri. Naye Saidi akabadilika, hakukuwa tena mvivu. Akaanza kujulikana kijijini kama mkulima aliyeshinda uvivu. Msikilizaji mpendwa, hadithi ya Saidi sio kuhusu kilimo pekee, ni kuhusu maisha. Kila mmoja wetu ana mbegu mbili ndani yake, moja ya bidii na nyingine ya uvivu. Bidii inakuwa tu ukiilisha kila siku kwa juhudi, nidhamu na matendo. Uvivu hauhitaji chochote, unamea wenyewe na kuharibu ndoto zako. Kwa hiyo, kama wewe ni mtu mwenye ndoto kubwa lakini unahairisha kila mara, kumbuka shamba la Said. Usiseme kesho, anza leo. Mwagilia mbegu ya bidii. Ngoa magugu ya uvivu, maana kadri unavyosubiri, ndivyo ndoto yako inavyokufa polepole. Mwisho. Ikiwa umejifunza kitu kupitia simulizi hii, usisahau kuipenda video hii na kujiunga na Simulizi na Hekima. Shiriki na rafiki mwenye ndoto kubwa lakini anayepambana na uvivu. Kwa pamoja, tunaweza kukuza bidii zetu na kuishi maisha tunayoota.